Karibu katika chaneli yako pendwa ya, kupendwa, ya Feaboy kwa update zote kuhusu ajira elimu, pamoja na mambo mbalimbali za kuweza kutengeneza pesa kupitia simu yako ya mkononi. Na hizi ni nafasi za kazi halmashauri ya jiji la Mwanza. Kuna nafasi sita ambazo zimeweza kutangazwa, na nafasi hizo ni dereva daraja la pili, nafasi tano, pamoja na dereva wa mitambo daraja la pili, kuna nafasi moja Sifa ni cheti cha kidato cha nne na leseni ya daraja G ya uendeshaji mitambo pamoja na ujuzi wa kutunza vyombo mbalimbali vya mitambo. Hiyo ni kwa dereva wa mitambo daraja la pili. Ngazi ni TGOS A. Lakini kama unataka kuomba nafasi hizi, kwanza hakikisha una cheti chako cha kuzaliwa na akaunti yako ya jirapoto umesha update au kuhuisha taarifa zako na mwisho wa kutuma maombi haya ni tarehe 12 Desemba 2025. Barua yako iliyosainiwa itumwa kwa mkurugenzi wa jiji, halmashauri ya jiji la Mwanza 20 barabara ya machemba 3382, Nyamagana SLP 13, 1333 Mwanza. Maombi yote yatumwe kupitia mfumo wa kielektroniki wa ajira, yaani ajira portal. Na kwa wewe ambaye ni mara yako ya kwanza kuingia katika channel hii ya FEABOY, tafadhali bonyeza neno subscribe, like na share video hii kwa wengine wengi zaidi, ili waweze kupata taarifa hizi. Asante na karibu.